Vodacom, kazi ni kwako. Napenda kuchukua nafasi hii kwanza kuwakaribisha kwenye hii press conference ya leo kwa ajili ya kutangaza kampeni, uzinduzi wa kampeni ya mazingira bora kwa elimu bora. Kama mnavyojua, nilikuwa diwani wa Kipawa, katika miaka yangu mitano niliitumia katika kusapoti elimu kwa kutafuta madawati, visima, lakini pia kujenga vyoo lakini pia kutengeneza mazingira rafiki kwa wanafunzi wetu. Ah, tuna changamoto nyingi katika elimu, pamoja na kwamba sasa hivi elimu ni bule, lakini tunajua kwamba tuna changamoto zingine kama watoto kukaa chini, lakini kata zingine wanakuwa hawana, a, hawana shule ya sekondari na wengine hawana visima, lakini pia wengine hawana, hawana madawati ya kutosha hawana Uh, vitu vingi yani, miundo mbinu ya elimu. Kwa hiyo kwa uzinduzi ambao tunaofanya siku ya leo uh, kwa sababu kama nilivyosema kwamba mimi ni mdau wa elimu, haya ninayoyazindua leo ndio nilishawahi kuyafanya kama nikiwa diwani, na kwa sababu nilifanya kwenye kata moja, na kwa kutambua kwamba mimi sasa hivi ni mbunge wa jimbo la Segerea ambalo lina kata kumi na tatu na katika kata zetu zote hizo zina changamoto mbalimbali, japokuwa changamoto zingine zinakuwa hazilingani, kwamba kuna kata zingine zina changamoto nyingi kubwa, au changamoto nyingi sana, lakini kuna kata zingine pia zimezidi changamoto. Kwa kutambua hilo, tumemwomba kama mnamwona hapa, mdau wetu pia wa elimu, Flaviana Matata ambaye amekuja kutusapoti kutusaidia ni jinsi gani tutarekebisha miundombinu ya elimu katika jimbo la Segerea. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya uzinduzi wa mazingira bora kwa elimu bora, mazingira bora kwa elimu bora, nikiwa na maana ya kwamba tunatafuta madawati, watoto wakae kwenye madawati, lakini pia tunatafuta shule, shule za sekondari katika kata zetu mbili, kata ya Buguruni na kata ya Kiwalani lakini pia tunatafuta visima, lakini pia tunatafuta vyoo na tunatafuta uh, nyumba za walimu na vitu vyote ambavyo vinahusu mazingira rafiki ya walimu pamoja na mwanafunzi, yaani mwanafunzi anapokuwa anaenda shuleni asipachoke shuleni, aweze kukaa vizuri na kusoma na kujipatia elimu bora pamoja na kwamba elimu ni bule lakini hivyo vitu vingine, leo tumeamua tuzindue kwa ajili ya wadau wa elimu. Tunajua tuna wadau wa elimu mbalimbali ambao wanaweza wakatusapoti, makampuni mbalimbali mbali. kwa hiyo leo ndio tunafanya kazi ya kuzindua elimu, mazingira bora kwa elimu bora, na nipende kuchukua nafasi hii kuwakaribisha sana Serena Hoteli kwa ajili ya kazi hii. Asanteni sana. Karibu. Kama mheshimiwa Bonnah alivyosema, mimi uwepo wangu hapa leo ni kwa ajili ya kusapoti ki, kitu kizuri ambacho amekianzisha. Kupitia taasisi yangu ya Flaviana Matata Foundation, tumekuwa tunajihusisha na masuala ya elimu, kwa maana ya kusomesha watoto wa kike na kuboresha mazingira mashuleni. Kwa hiyo ni kampeni, kitu kimoja muhimu sana kwa maana kwamba sasa hivi tu watu nadhani tumeingia kwenye ile hype ya kwamba elimu bure, kwa hiyo Wanatha, mtu wanadhani tu kwamba elimu bure hiyo inatosha. Hapana, changamoto ni nyingi nyingi sana. Mi nimetembea sana vijijini huko mashuleni, watoto wanasoma chini ya miti uh, hamna vyoo, walimu hawana nyumba uh, hamna madawati uh, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nadhani tuangalie miundombinu ya shule yaani ya elimu ya ya kabla ya ya, tusigubikwe tu na hili wimbi lilopo kwamba elimu bora I mean elimu bure uh, Kwa hiyo dada Bonnah, asante sana kwa kufikiria hili, kwa sababu uh, mimi natembea vijijini mashu, kwenye mashule mbalimbali -mbali. Ni wabunge wachache sana ambao sio tu kwamba labda wanafanya wanavyofanya, lakini sisi tunaenda, unafanya kile unachokifanya, lakini tunakutana na vikwazo vingi sana. Kuna kutishiwa maisha, kuna mtu ajali, unachokifanya is like you know, you are there do it go, yani, hamna ile. Hata ni jimbo lake anatakiwa kufanya zile kazi, wanakuja wadau wako wengine mbalimbali wanajenga. Na Matata tu wako wadau mbalimbali wanajenga, lakini ukiwa na ushirikiano kama ushirikiano anaofanya Bona nadhani tutafika mbali sana, badala ya kuwekeana vikwazo na kupigana majungu. Kwa hiyo namtakia kila laheli, na sisi kama taasisi tupo pamoja naye katika swala hili, na tunawakaribisha wadau pia Wasegelea. Tuchangie, anacho, yani tushirikiane tumsapoti anachokifanya kwa sababu yeye peke yake kiukweli hawezi, ya ni kazi kubwa sana kama anavyosema anahitaji madawati mada elfu kumi na tano mm -hmm. vyoo kwa maana matundu elfu kumi na tatu visima 12 na vyumba ma maalum kwa ajili ya watoto wa kike 38 na anahitaji shule za sekondari kwa sababu baadhi ya kata zake hazina shule za sekondari. Kwa hiyo mazingira bora kwa elimu bora. <laughs> kwa jina ni ninaitwa Josephat Peter Sambua, ni mratibu wa kata ya Bonyokwa na kwa siku ya leo, kwa nafasi niliyopewa hapa mbele, ninawakilisha waratibu wenzangu wa kata zote 13 zilizopo katika jimbo la Segerea labda pia jambo la msingi ambalo sisi kama waratibu au wadau wa elimu katika idara ya elimu tumefurahishwa na namna ambavyo tumeshirikishwa katika jambo hili linalohusu uzinduzi, e, wa <coughs> sera hii ambayo mbunge wetu ameianzisha ya kuboresha mazingira ya shule, lakini pia kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa katika mazingira bora na waweze kupata elimu iliyo bora labda kikubwa, hasa ambacho kama idara ya elimu na kwa kushirikiana na mbunge wetu kama waratibu, kwanza tutashiriki katika kutoa taarifa zilizo sahihi na ambazo zinahitajika na wadau kwa ajili ya kuwezesha kufanyiwa kazi ambayo inatakiwa kufanyika. Lakini pia tuseme tu tuko sambamba pamoja naye katika kushiriki katika hii kampeni yake ili kuhakikisha kwamba shule zetu hizi zinakuwa bora lakini pia kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata elimu iliyotakata ambayo ni, ni salama. Lakini pia <coughs> kuna watoto ambao wanahitaji kupata vyumba maalumu, kwa maana ya shule zetu hizi zina, zi, haziko katika mazingira ama hazina e, vyumba hivyo maalumu kwa ajili ya hawa watoto, basi tutashiriki kwa pamoja kuhakikisha kwamba mambo haya yote yanakwenda vizuri na mwisho wa siku baada ya nadhani baada ya miaka mitano watu wanaweza wakatoa waka tathmini ya kazi ambayo tumeweza kushirikiana naye katika kuitekeleza. Kwa hiyo tuna msapoti, tunashirikiana pamoja ili kuhakikisha kwamba elimu inakwenda mbele. Asanteni sana. Kama mlivyotuona hapa mbele uh, watu watatu tushaongea, lakini pia tuna watu ambao wanaongoza hii kampeni kwa maana ya hatukuweza kuja wote, ina maana tungejaa hapa mbele. Tumekuja wachache ambao wanawakilisha wengine, kwa sababu kama tulivyosema kwamba ni kampeni kubwa, alafu inahitaji kazi nyingi, inahitaji watu wengi wa kuweza kutoa taarifa kwenye sehemu sahihi, kwa watu ambao wanaweza wakatusaidia. Lakini pia tunahitaji matundu ya vyoo vya kisasa 1335 Hivyo ndio vitu ambavyo vinahamisi. Tunahitaji visima vya maji ambavyo ni visima kumi na mbili. Uh, nyumba uh, vyumba maalum ambavyo hivyo vilikuwa havipo, lakini kutokana tulivyofanya kikao chetu na waratibu wa elimu, wakatuambia kwamba saa nyingine watoto watoto wa kike wakiwa kwenye wakati wao maalum wanakaa nyumbani na anaweza kumisi shule labda hata siku sita. Kwa hiyo kwa sababu tunataka mtoto awepo siku zote shuleni asimisi au asi, asiwe na sababu yoyote ya kukaa nyumbani. Tukaona tuje na ili wazo la kuwatengenezea watoto wa kike vyumba maalum ambavyo tunahitaji vyumba 38. Aa, lakini pia shuleni kuna matatizo mengi, hatuwezi tukaanzisha kampeni ya kusema kwamba tunataka tutatue matatizo yote ya shule kwa sababu nyinyi ni Watanzania na nina imani mmesoma Tanzania na mnajua matatizo yetu ya shule zetu. Shule zetu za msingi, shule zetu za msingi hazina kuta. Eh, unakuta kuna watoto wako wanacheza shuleni lakini watu wa pikipiki wanapita, yaani mwingiliano kati ya watu wa kawaida na wanafunzi ni mkubwa sana, ni kwa sababu hatuna, hatuna kuta ambazo zimezuia watoto wetu mashuleni. Lakini pia pikipiki pia kupita au magari kupita pia inakuwa sio salama, kwa hiyo hilo nalo ni tatizo, lakini hatukuweza kuliongea hapa kwa sababu tunaweza tukaanzisha kitu kampeni ikawa ina mambo mengi lakini pia walimu hawana nyumba, lakini pia hapa hatukuliongea kwa sababu nyumba za walimu nazo zinahitajika nyingi. Ndio maana tumeamua kwanza kuanzisha vitu, vitu vichache ili tuweze kuvifanyia kazi, lakini tukisema tuanze kuongelea kila tatizo ambalo tumekutana nalo huko hatuwezi tukamaliza. Eh, matatizo ni mengi na nyinyi najua mtakuwa mnafahamu kwamba tuna matatizo mengi katika shule zetu miundombinu Eh, na hii unajua, sasa hivi wa, wa, wa, wananchi wengi wanajua kwamba shule ni bule sawa, na sisi tunaunga mkono shule ni bule, lakini sisi pamoja tunataka tumsaidie Mheshimiwa Rais, pamoja na kwamba shule ni bule, na sisi tutengeneze tuboreshe wanafunzi wanakokwenda huko ambako shule ni bule. Leo tulikuwa tuna uzinduzi tuna tumefanya tuna, tumezindua kampeni yetu ambayo kama ilivyojieleza hapo, uzinduzi wa elimu bora kwa mazingira bora kwa ajili ya kutafuta madawati pamoja na vyoo visima katika shule zetu, kama inavyojieleza kampeni yenyewe kwamba ni uzinduzi wa elimu bora kwa mazingira bora. Pamoja na kwamba ni mbunge na nina changamoto nyingi, lakini hii ndio nimekuwa nikiona kwamba ni changamoto muhimu sana ambayo tunapaswa kuanza nayo, kwa sababu kuna changamoto nyingi. Kuna changamoto za maji, kuna changamoto za miundombinu, kuna changamoto za hakuna ajira, tuna vijana wetu wengi, lakini hawana ajira. Lakini hii tumeona tukianza nayo itatupa mwelekeo mzuri kwenda kwenye changamoto zingine. Katika nafasi yangu ya ubunge, kuna changamoto nyingi kutokana na jimbo ambalo nipo. Kwanza kuna changamoto kama nilivyosema ya miundombinu, lakini changamoto kubwa maji. Lakini pia jimbo langu lina vijana wengi ambao hawana ajira, lakini pia kuna changamoto hii ambayo tumekuja tume kuanza kuifanyia kazi leo tuna shule zetu nyingi, tuna wanafunzi wetu wengi, na miundombinu ya shule zetu sio mizuri, pamoja na kwamba sasa hivi Mheshimiwa Rais kasema shule ni bure, katangaza shule ni bure. Nichukue nafasi hii kumpongeza na kumshukuru kwa kufanya shule bure na watoto waende shule bure, lakini pia sisi tunataka tumuunge mkono eh, kwa kutengeneza mazingira bora ya shule. Nikisema mazingira ya bora ya shule, nina maana ya kwamba watoto wetu waweze kukaa kwenye madawati, watoto wetu wasiweze kukaa kwenye darasa moja kwa kurundikana, lakini pia watoto wetu wapate maji mashuleni, kwa sababu kuna vitu vingi vinaendelea kwenye shule zetu. Unakuta kuna shule moja ina watoto elfu tatu lakini hakuna hata kisima cha maji, na shule zetu nyingi matundu ya vyoo ni machache ukilinganisha na idadi ya wanafunzi aa, na shule zetu nyingi zina matatizo makubwa, hazina, hazina kuta shule zetu yani zime, zi, zi, zimezungukwa na jamii. Kwa hiyo tunataka tutengeneze mazingira kwamba mtoto akiingia darasani au akiingia eneo la shule ijulikane kwamba hili ni eneo la eneo la shule, kwamba kuwe kuna ukuta, lakini aingie darasani akae kwenye dawati, lakini aingie darasani, anapotaka kwenda uh, anapotaka kwenda chooni akute choo kizuri. Hayo ni mazingira ambayo, na pia apate maji, hayo ndo mazingira ambayo sisi tunataka kuyatengeneza. Uh, nichukue nafasi hii kuwaomba wadau wa elimu, wadau wa elimu wa, hatulazimishi mtu kuchanga, lakini tunaomba, tunajua kuna watu wengine ambao ni wadau na wangependa kupata nafasi hii ili waweze kuchangia, labda walikuwa bado hawajapata nafasi hii. Basi nichukue nafasi hii kuwaomba wadau wa elimu, makampuni, NGO, watu tofauti tofauti, mtu mmoja mmoja, tujumuike pamoja kwenye hii kampeni ili tuweze kuboresha Uh, miundombinu ya shule zetu za jimbo la Segerea kwa ajili ya watoto wetu ambao ni taifa la kesho, kwa sababu hawa watoto ndo watakuwa mainjinia, maprofesa, uh, madokta. Kwa hiyo tunaomba sana tuangalie mazingira kwanza ya watoto wetu alafu siasa baadaye.